Bunge la Tanzania huwa lina kawaida ya kualika watu tofauti hususan watu maarufu kwenye bunge hilo wakati wanaendelea na majadiliano yao ambayo yanahusiana na miswada tofauti tofauti, na mara nyingi tumeshuhudia wasanii wa muziki wa Bongo Flava, tumeshuhudia watu maarufu kwenye kiwanda cha i cha muziki wa Bongo Flava na pia tumeshuhudia waigizaji, yani watu maarufu kwenye tasnia ya burudani mpaka wachekeshaji wakialikwa kwenda bungeni kushuhudia vikao vya wabunge mara tofauti tofauti. Lakini bwana, jana ilikuwa ni fursa ya TID Topin da Topin Dodoma right now, mnyama wa Rioba, mzee Kigogo, kuzama bungeni bwana, na alikuwa ameweka picha hii ambayo unaiona kupitia Instagram ya kwake, na akionyesha furaha yake kubwa sana kukanyaga bungeni. Nadhani kwamba itakuwa ni mara ya kwanza kwa TID kukanyaga bungeni, maana sio kwa furaha hii, lakini pia ni picha ambayo namwonyesha akiwa amesimama kama anatoa heshima zake, nitasema uh, heshima zake, maana wakati alikuwa anatambulisha, of course lazima asimame juu kwa ajili ya kuweza kutoa ku, ku, ku, heshima zake mbele ya bunge. Sasa akawa ameweka picha hii hapa na kusindikiza na caption ambayo aliandika kwamba nawasalimia kwa jina la na kuweka kama dash fulani hapo, nasema kwamba thanks Jaydee, sijawahi fika bungeni na kupenda sana siku zote Let's vibe on your show at Royal Village this Friday 20th, hey. Sasa of course amedhibitisha kwamba ndio mara yake ya kwanza kabisa kuingia bungeni. Amesema kwamba hajawahi kufika bungeni ila ndo mara yake ya kwanza, pembeni uma... TID amesimama lakini pembeni yupo Lady JD ameketi. Ina maana kwamba walikuwa na kwa tambulisho mmoja baada ya mwingine. Sasa sijui kama Lady JD tayari, mbulisho, alikuwa tayari ameshatambulisha ama alikuwa ndio the next person ambaye alikuwa anakwenda kutambulisho, lakini this is cuts of Lady JD bana. Yani kwa connections za Lady JD bana, TID amepata fursa ya kuingia bungeni kwa mara ya kwanza na ameonyesha furaha yake na amemshukuru Lady JD kwa kumpa connection mpaka kwenda kufika bungeni. sasa sijui TID amelichukulia vipi ile hapa, na anajaribu kujiuliza zaidi ya miaka 25 ambayo TID amekuwa kwenye game na muziki wa Bongo Flava, kwa namna nyusku ambao wamekuja juzi kati, lakini wameshapata fursa ya kuingia bungeni na wakashuhudia vikao vya bunge. Lakini nashangaa, mbona TID bwana, miaka yote ndio amepata fursa ya kuingia bungeni na imebidi pia apate connection kupitia msanii wake mwenzake pia, sijui unanielewa, but anyway, TID kafika bungeni, kashukuru Lady Jaydee kwa kufanya hivyo bwana.